Radio Maria, pamoja katika sala mahujaji <laughs> wa matumaini. Ni nilikuwa nataka kuucheza ujumbe wako hapa, acha nikasema nipokee simu mbili tatu kabla sasa, tukusikie unasemaje? Sasa sasa, tayari ushapiga simu mm -hmm. Tuambie ulikuwa unasikiliza kipindi hapo awali, ndio kukawa na msikilizaji ambaye alikuwa uniuliza jamani, Flois. Mtoto ambaye amezaliwa hii leo, maana yake ni siku ya Christmas, siku ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo nimependa kwa sababu unaona wasikilizaji kweli wako makini. uh -huh. na wanaelewa imani yao sana. uh -huh. labda niseme tu kwa imani ya kanisa Katoliki anavyosema e, Maria Wanyoike uh -huh. hakuna sheria ya kikanisa ama canon law uh -huh. inayotukataza sisi moja kwa moja kumpa mtoto jina Yesu. uh -huh. lakini kwa desturi na heshima ya imani uh -huh jina Yesu alitumiki kwa kawaida kwa watoto wa Kristo, so haswa sana Wakatoliki kweli. Na sababu ni kwamba jina Yesu ni jina takatifu sana uh -huh. na kanisa linafundisha kuwa kuwa jina Yesu ni takatifu sana, kwa sababu hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo kwa hilo twaweza kuokolewa uh -huh. na hiyo ni inatoka katika Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa kumi na mbili uh -huh. Lakini pia kwa mapokeo ya kanisa, jina Yesu linahusishwa moja kwa moja na mwana wa Mungu uh -huh. Mwokozi wa ulimwengu uh -huh. E, hivyo hutengwa kwa ibada pala na liturujia tu uh -huh. Na kitu cha tatu labda tuseme tu ni kwamba e, ndio maana wa Kristo Wakatoliki hupendelea majina tofauti kabisa, wanapendelea majina ya watakatifu. Tuna jina Yosefu, tuna jina Maria, tuna jina Yohana kuna jina Emmanuel, yani Mungu pamoja nasi na kuna majina ya watakatifu wote. mm -hmm. Sasa badala ya kutumia jina Yesu moja kwa moja, tunaweza tumia majina mengine ambayo tumepewa kama kanisa eh, tumefundishwa kama kanisa, tunaweza yatumia pia right. Lakini pia kulingana na sister Rosli uh, akiwa Spain mm. eh, -hmm. unasikia majina hata nimesikia Fred Kisa akipiga sima akisema kwamba kuna watu wanaitwa majina Jesus ukienda Uingereza kule ni wale sio Waingereza, wale ni wa- Waspanyola ama wa, wa, wa, wana Brazil, Wanabrazil. uh -huh. E, kwa hivyo wana majina kama Jesus. uh -huh. Jezu. uh -huh. hayo ndio majina wanayoita. Kwa hivyo kwa kwa utamaduni wa Kihispania ama Kilatini, uh -huh. hayo majina yanatumika kama Jesus inatumika okay. Yani kwao ni jina la kawaida sana. uh -huh. Lakini pia eh, kikanisa tuseme pia kwamba inawezekana, hakuna katazo rasmi uh -huh. Lakini kiimani na kimapokeo haishauriwi uh -huh. na kwa sababu ya heshima, ni kwa sababu ya heshima ya kipekee ya jina hili ambalo ni la Mwokozi wetu ambaye amezaliwa siku ya leo uh -huh. na pia umesema kwamba kuna majina ambayo labda unaweza yatumia utumie Yesu, lakini unatumia jina linafanana na hilo hilo uh -huh. Kuna jina la Emanueli kwa mwanaume Emanuela kwa mwanamke uh -huh. kuna Noeli kwa mwanamme uh -huh. kuna Noela kwa mwanamke uh -huh. na kuna Salvatore. kuna Salvatore Sasa ziko kwa mwanamke itakuwaje? Kuna jina Redemptor ambalo wanawake wengi wanaitwa hilo jina Redemptor uh -huh. lakini pia kuna jina Christopher uh -huh. Christopher pia ni mbeba Kristo, linahusiana na Kristo kwa sababu ndiye aliyebeba Kristo uh -huh na kuna majina mengine ambayo yanaonekana na an kuna, kuna watu wanaitwa amani. Uh -huh. Amani kwa sababu Kristo ni mfalme wa amani, kwa hivyo kuna watu wanaitwa amani. kuna watu, uh -huh. watu wengi nimesikia, lakini kwa ndugu zetu Waislamu wakiitwa jina nuru. uh -huh. e, kwa sababu ni nuru ya ulimwengu, kwa hivyo jina Yesu ni nuru ya ulimwengu, kwa hivyo wanaitwa tum uh -huh. lakini pia nimeusha kuambia kwamba kuna majina kama Yohana, Mikaili, Gabriel. hayo majina yote ya watakatifu wetu, kwa hivyo Eh, si kama Mkatoliki sioni kwa nini tutumie jina Yesu wakati kuna majina mbadala S sawa sawa. I, ili, ili jina Yesu tuachie tu Yesu aishi nalo mm -hmm. like special, kwa sababu yeye ni special katika maisha yetu. Asante sana, asante sana, nikutakie christmas krismas njema. Nakusikilizia ni, ni, ni tu nikikuonea ni wivu huku kwingine, huko nasikia uko Pokoto, ukija ukirudi huku beba mbuzi E. E, kama utaweza. Nitaweza. Ukisha sema, Do your wish my command e, umesali, umesalimu na Marian Subanisa anasema uh -huh. Ukosa kuja na ni donki donki wanaitaje kwa Kiswahili? <laughs> punda a punda, kuna uh -uh. ngamia anasema huje oh, na ngamia kama ha utaweza kuja hey. na ngamia mzima mzima kuja na maziwa ya ngamia <laughs> Aa, Nairobi haipo, kama utapata mazoa ngamia Nairobi <coughs> ni ile ya mchezo ya town. Asante. Cheza kama wewe basi, nitacheza kama mimi.